ambao wow. Uh, kuna aina dawa za kulevya ambazo ni soft drugs kama pombe. Pombe tunaweza tukawa tunichukulia ni starehe, lakini pia wakati mwingine e, inaweza kutengeneza uraibu. Ninapozungumzia swala la uraibu, ni utengenezi au utumwa katika matumizi ya pombe. Lakini e, napozungumzia uh, uraibu, kitaalamu huwa naita au uh, kwa lugha ya kigeni wanaita addiction ni chronic relapsing brain disease, ni ugonjwa sugu wa akili wenye tabia za kuweza kujirudia rudia. Sasa unapokuwa mraibu na labda leo wewe ni eh, mtu ambaye ni mjasiriamali, ni mjasiriamali ambao unatengeneza bidhaa zako mbalimbali, na unapofika katika gereza hili la utu Uh, huwa unakuwa na anmenijability